Ndugu zangu wa Kitanzania na Afrika mashariki na Kati, hii ni fursa yenu ya kuwekeza katika bara lenu la Afrika, kuwekeza nyumbani. Lakini pia kwa watanzania wanaoishi nje ya Tanzania, kwa maana nyingine diaspora, hii ni fursa kwenu kuwekeza nyumbani. Mimi ni Mbarak kutoka kampuni ya Paddco. Paddco ina lenga kujenga makazi bora na ya kisasa kwa wazawa na wawekezaji wa kimataifa . Leo nitazungumzia mradi wetu wa pili wa Chukwani Shores. Hii ni fursa kwa wale ambao walikosa kuwekeza katika mradi wetu wa Blue Pearl Nungwi ambao tulifanikiwa, tulifanikiwa ku, kuuza ndani ya siku 45 Villa 45 ndani ya siku 45.

one bedroom two bedroom three bedroom ama penthouse pamoja na villa kumi uh, luxury villas pamoja na super villas ambazo, ambao mradi huu upo baharini pia ni mradi ambao ni dakika kumi na tano tu kutoka bandari ya Zanzibar na ni, da, ni chini ya dakika tano kutoka airporti ya kimataifa ya Zanzibar. Kwae Chukwani Shores. Chukwani Shores. Chukwani Shores ni, ni, ni ni fursa adhimu ya kuwekeza ama kuchukua apartment ama villa. Kwanza ni sehemu ambayo kwenye makazi bora kati ya ndani ya Zanzibar. La msingi ambalo wawekezaji wanalitizama zaidi ni mrejesho wa uwekezaji wao. Unapowekeza Chukwani Shores, mrejesho ni kuanzia asilimia kumi kwenda juu kumi mpaka kumi na tano ama zaidi kutokana na utalii ambao unakuwa Zanzibar. Hii ni fursa ya kipekee. Jambo jingine tunajua, Zanzibar ni kisiwa. Kisiwa kisiwa, siku zote ardhi inakuwa ni mali sana na appreciation value katika sehemu ambazo za baharini ni asilimia kumi na tano kwenda juu kumi na tano mpaka ishirini kila mwaka. Hivyo unavyowekeza na, na, na, na, na Paddco kwenye mradi wa Chukwani Shores, maana yake unapata una, una faida zisizo na hesabu. Kwanza sehemu ya makazi, sehemu nzuri na makazi bora iliyoko baharini; pili unapata mrejesho wa uwekezaji wako; pili ukuaji wa thamani ya ile property ambayo umenunua. Hivyo ni fursa sio ya kuiacha na ya kuikimbilia, kwa mwenye uh, vision na mwenye kutaka mrejesho mkubwa wa uwekezaji wake. Unaweza kujiuliza ni nani ambaye anaweza akawekeza katika mradi wetu wa Chukwani Shores. Watanzania wote wanaweza kuwekeza katika mradi wa Paddco ambao wamezaliwa Zanzibar na ambao wamezaliwa Tanzania Bara, pia bila kusahau ndugu zetu ambao wanaishi nje ya Tanzania, tunazungumzia diaspora. Hii ni fursa kwao kuwekeza na kumiliki property nyumbani. Sasa kuna maswali mingi watu wanajiuliza kutokea nje ya Zanzibar, ni namna gani unaweza ukamiliki nyumba ndani ya Chukwani Shores, hali ya kuwa wewe sio Mzanzibari. Inajulikana kwamba Zanzibar ina uhaba mdogo wa ardhi, hivyo wanaoruhusiwa kumiliki ardhi ni Wazanzibari tu. Sasa kupitia ZIPA imewezesha uh, wawekezaji wa, wa kutoka uh, Tanzania bara kuweza kumiliki ardhi I mean, kumiliki nyumba ndani ya Zanzibar na kuweza kupata faida kama anazozipata Mzanzibari, aidha kuishi aidha kukodisha, na kupata mrejesho na faida zote ambazo mwekezaji anazipata. Ni upi mpango wa malipo katika mradi wa Chukwani Shores? Chukwani Shores unaweza kumiliki kwa kufanya malipo ya awali ya asilimia kumi tu. Hapo utakuwa umezuia unit ambayo umeipenda, ikiwa ni ya chumba kimoja, viwili ama vitatu ama vila luxury ama super villa na asilimia themanini utalipa kwa kipindi cha miaka miwili, ambayo utalipa asilimia kumi kila baada ya miezi mitatu na asilimia kumi uta, utakuja kulipa baada ya kukabidhiwa funguo ya nyumba yako ya kifahari katika mradi wetu wa Chukwani Shores. Hii ni fursa ya kumiliki nyumba kwa kuweza kulipa kidogo kidogo bila ya riba kupitia kampuni ya Paddco katika mradi wetu wa Chukwani Shores. Sasa kwa nini uwekeze Zanzibar badala ya sehemu zingine za, za wenye mwambao wa bahari na sehemu nyingine ama visiwa vingine ama sehemu zingine za uwekezaji? Kwanza, amani na utulivu iliyokuwepo Zanzibar pekee. Ni, ni, ni, ni, ni moja katika jambo ambalo ni muhimu sana kwa mwekezaji hivyo, uh, ni sehemu ya kupaangalia. La pili, mrejesho wa uwekezaji wako Zanzibar, inakupa asilimia kumi hadi kumi na tano ya mrejesho kutokana na utalii unaokua kwa kasi na wanahitaji makaazi wanapokuja Zanzibar, ukilinganisha na sehemu nyingine ambapo Mauritius ni asilimia nne hadi mpaka tano return of, in of investment. Ukija Kenya ni asilimia sita hadi nane Ukizungumzia Dubai basi ni asilimia sita hadi nane ndiyo mrejesho wa wekezaji. Pia appreciation value ya Zanzibar ni kubwa, bado Zanzibar ni low entry, apartment ama villa ambayo utaimiliki Zanzibar ambayo iko beach front sasa hivi ni ni naweza ni, ni, kusema ni, ni haiwezekani kumiliki katika nchi uh, nyingine. Bei zake ni, ni ziko juu sana wala hazizungumziki. Unaweza ukaangalia mwenyewe katika mtandao uh, katika ukalinganisha bei za Zanzibar na huko kwingine. Kwa wewe Mtanzania mwenye lengo la kumiliki nyumba na uwekezaji ndani ya Zanzibar kwenye mradi wa Chukwani Shores, kuwasiliana na timu yetu ya mauzo itakupa hatua kwa hatua jinsi gani unaweza kumiliki nyumba ndani ya Zanzibar. Pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili fursa hii iweze kupatikana na Watanzania wote na watu wote ambao wanahitaji uh, mafanikio katika sekta ya real estate.